West TV. Ibana dakika 90 za mchezo wa CRDB Federation Cup kati ya Simba Sports dhidi ya TMA, yani Tanzania Military Authority, zinamalizika katika uwanja wa KMC Complex. Simba anaibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Magoli ya Simba yakifungwa na Valentine Nouma akifunga kwa eh, mpira uliokufa yani ilikuwa ni free kick moja kwa moja, chuma akazama kambani. Lakini goli la pili Simba Sports wanaipata baada ya mchezaji wa zamani wa Mbeya City pamoja na JKT, Tanzania huyu nibi eh, kushindwa kuokoa mpira, mwisho wa siku akajifunga. Lakini goli la tatu linakuja kufungwa na Lionel Ateba akipokea pasi nzuri kabisa ah, kutoka kwa Kevin Kijiri. Simba Sports anasonga katika hatua ya kumi na sita bora ya michuano hii ya FA ambayo kwa sasa inaitwa CRDB Federation Cup. Simba Sports uwezo wake umeendelea kuwa bora sana, huku kocha e, Fadlu Davids akitanabaisha kwamba e, kushindwa kucheza mchezo wa dabi pia kumewaathiri wao e, kushindwa kucheza vizuri sana e, katika mchezo siku hii ya leo hasa kwenye upande wa saikolojia. Saikolojia ilikuwa imevurugika, kwa hiyo yeye pamoja na benchi la ufundi na makocha wengine walitumia nguvu kubwa sana kuhakikisha wachezaji wanarudi katika saikolojia yao a, na kucheza mchezo, lakini anasema mchezo huu pia ni maandalizi ya mchezo wa Simba Sports dhidi ya Dodoma Jiji, baadaye mchezo dhidi ya Almasili ambao unapigwa kule nchini Misri; ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya robo finali. Simba Sports kwa misimu ya hivi karibuni misimu takriban nne mfululizo wamekuwa wakifika katika hatua ya robo finali kombe la shirikisho pamoja na klabu kwa lakini ameshindwa kutoboa katika eneo hilo, huku safari hii Simba wakijitambulisha kwamba wanahitaji kuvuka katika eneo hilo uh, la robo fainali, bwana. Kwa uchambuzi mwingine kuhusu michezo hii na michezo mingine endelea kutufuatilia wa West TV.